Kwa majina ni Philbert Masawe meneja ya kampuni ya Elianje. Uh, hapa tunajishughulisha na uchimbaji wa green garnet. Kama unavyoona kwenye mitambo hii ni sehemu ambayo mzigo unatokea, lakini kwa shughuli hizi unazoziona zote, kulingana na jamii tulionayo, tumeweza kuajiri zaidi ya wa wafanyakazi mia tatu ambao wote ni wazawa. Kwa hiyo shughuli zetu zinafanyika kupitia mitambo hii kama unavyoiona, lakini nature ya uchimbaji huu una base zaidi kwenye, unalenga zaidi kwenye utoaji, lakini pia ulindaji kulingana na aina ya mwamba tunaochimba hapa. Tuna huu mwamba unaouona ni, ni graphite, lakini ndani yake tumelenga kuchimba green garnet. Kwa hiyo ile green garnet inapatikana kutokana na zile blasting au ile milipuko ambayo tunaifanya kule chini. Kwa hiyo tuna tunazalisha tuna, tuna, tuna tunazalisha na, na, na na baada ya uzalishaji wake tunahifadhi na storage, unaiona ile pale. Kwa hiyo storage yake, baada ya muda tunakuja kufanya mauzo, ambayo pia wachimbaji au Watanzania ambao ni waajiriwa walioko tunanufaika baada ya kufanya mauzo ya pamoja. Na hii ni tofauti na uchimbaji mwingine wa dhahabu, kwa sababu uchimbaji wa dhahabu wenyewe machirio yake, utakapokusanya yote unaisaga, lakini kwa sababu ya aina ya mwamba ulioko hapa na aina ya madini tunayachimba upatikanaji wake unategemea single piece. Yani, linakuwa na piece moja moja. Kwa hiyo hata utendaji wake unahitaji ulinzi zaidi kulingana na aina ya huu mwamba, lakini vile vile kwa maeneo tuliyopita kule, huu mwamba pia ni potential au ni, ni, ni, ni, ni sehemu ya kazi ambazo au ya products ambazo tunazichimba hapa ni graphite. Kwa hiyo huu mwamba licha ya kutoa green garnet, tunapata tena dhahabu ambayo tunapata tena um, Uh, tunaipata kinywe au kwa jina lingine graphite. Kwa hiyo hiyo nayo kama pale tulivyoona kuna kiwanda ambacho tunaenda kuchakata graphite nacho pia kimeajiri, nao pia ni wazao ambao tu, tuko nao katika jamii yetu. Kwa majina naitwa Injinia Hamis Kitoki, ni Metaji Injinia Elianje Genesis Company. Uh, Elianje Genesis Company tuna tunadili na uchimbaji lakini pia na uchenjuaji wa madini ya dhahabu lakini pia uchimbaji wa green hapa nyuma, kinachoonekana ni processing plant kwa ajili ya kuprosesi madini ya dhahabu. Kwa Kiswahili kwa cha kawaida ni kituo cha mfano cha uchenjuaji wa madini ya dhahabu. Kituo hichi kina uwezo ku, wa kuchenjua kwa siku hadi tani 500 kwa siku, ambayo tunayo ambayo tunaichenjua kwa ajili ya kupata gold kwa zaidi ya asilimia 98. Na kwa hiyo Elianje Genesis kwa uchenjuaji huo ina uwezo mkubwa wa waku, kuchimba, lakini pia uwezo mkubwa wa kuprocess madini ya dhahabu. Kituo hichi cha mfano kimeajiri watu wengi sana, ambapo kwa ajili ya uchenjuaji wa dhahabu kina zaidi ya shifti tatu, lakini kimegawanyika katika pande mbili. Pande ya kwanza tunachenjua mawe ambayo tunaita ni fresh oats, ambayo zinatoka moja kwa moja mgodini, lakini sehemu ya pili tunachenjua matirio ambayo mwanzo tulikuwa tume tumefanyia uchenjuaji wa kawaida ambao tulikuwa tunatumia sluicing au kwa kutumia vitambaa au kwa kutumia zebaki katika ukamatishaji, lakini sasa tumeenda extra kidogo, ambayo ni zaidi tunafanya recovery zaidi ya 95 hadi 98. Tunatumia prosesi ya CIP na CIL katika uchenjuaji wa madini ya dhahabu.